Serikali imesema haijaridhishwa na utendaji kazi wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA na kuipatia miezi sita mamlaka hiyo kuhakikisha inaandikisha wananchi zaidi ya milioni kumi na tano nchi nzima. Mpaka sasa NIDA katika kipindi cha miaka mitatu imekwisha andikisha wananchi milioni sita jambo ambalo imeilazimu serikali kutoa tamko hilo. Ben Mwanantala ana taarifa zaidi. Amani Masauni akifanya ziara kwenye vitengo mbalimbali mbali vya mamlaka hiyo na kushuhudia utendaji kazi wake. Mara baada ya ziara hiyo, naibu waziri anazungumza na uandishi wa habari na kukiri ufanisi mzuri kazini hapo licha ya kuwepo kwa kasi ndogo ya uandikishaji, jambo ambalo limemsikitisha. Moja katika maagizo ya mheshimiwa waziri aliyotoa ni kuhakikisha kwamba wamekuwa na mpango kazi ambao uta, utafanya angalau katika kipindi cha miezi sita iliyobaki kutoka sasa hivi miezi sita ijayo tuwe vile vimeshaandikisha wananchi wasiopungua milioni kumi na tano. Na hili mimi nataka nisisitize agizo hili la mheshimiwa waziri lisimamiwe na litekelezwe. Akitoa ufafanuzi huo, mkurugenzi wa NIDA Dickson Maimu amekiri kuwepo kwa changamoto ya uandikishaji huo na kukiri kunatokana na ukosefu wa vifaa kwa kila kifaa kina uwezo kwa kwa si, kwa wa kuzalisha kitabuimsina ukiangalia, ukapiga mahesabu tabaini kwamba uwezo wetu wa kupenda mbele usingekuwa mpaka uongeze idadi ya mashine. Katika hatua nyingine, naibu waziri huyo amewaonya wananchi wenye tabia ya kutengeneza vitambulisho vya kughushi kuwa sheria itachukua mkondo wake. Kwa wananchi yote asithubutu kuthubutu kutengeneza vitambulisho nje ya utaratibu na atakayefanya hivyo sheria itafuata mkondo. Hii ni ziara ya pili kwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi kutembelea vitengo vilivyopo chini ya wizara hiyo na kwa NIDA ni sehemu ya ufuatiliaji wa agizo la Waziri wa mambo ya ndani kama utekelezaji wa kasi ya utengenezaji wa vitambulisho alilolitoa limeanza kufanyiwa kazi. Beni Mwanantala, Star TV, Dar es Salaam.